Mbunge wa viti maalum Jacqueline Ngonyani amesema kwamba anamfananisha waziri wa kilimo wa Tanzania Hussein Bashe kama Ibrahim Traore wa Burkina Faso kutokana na umahiri wa kiongozi huyo na udhubutu ambao yuko nao katika swala zima la kufanya maamuzi. Kwa mujibu wa yeye ameweza kusema maneno haya kwamba naomba niseme mheshimiwa Bashe e, mimi huwa nataka nikufananishe na mtu mmoja ambaye ni kiongozi mahiri sana, mzalendo, lakini pia kiongozi jasiri ambaye ni Captain Ibrahim Traore kutoka Burkina Faso. Traore ni rais ambaye amefanya mageuzi makubwa sana katika nchi yake. Nataka nikwambie Bashe e, kwamba utaenda mbali kwa sababu una uwezo mkubwa na una uwezo wa kufanya maamuzi. Jacqueline Ngonyani, mbunge wa viti maalum aliweza kuyasema maneno haya. Sasa kuna baadhi ku, e, ya watu kibao ambao wameweza ku comment baada ya taarifa hii kuweza kupakiwa na e, platform tofauti tofauti e, katika page tofauti tofauti ziliweza kuonyesha e, habari hii hapa. Yo, eh, ni mbunge wa viti maalum Jacqueline Ngonyani akiwa anamsifia eh, Bashe. Sasa eh, watu wengine wakisema kwamba ni uchawi, lakini kuna baadhi ya watu wengine wanasema kwamba anatengenezewa nafasi ili mradi aweze kuonekana, lakini kwako wewe kama mdau wa burudani, kwako wewe kama mdau wa sasa online digital, uko na mtazamo gani? Drop comment yako kwenye uwanja wa comment hapo tuambie eh, uko na mtazamo gani kutoka kipande chochote ambacho upo right now. Subscribe kwa taarifa kadha kadha. Chao chao.